Apeleka salamu kwa yule wangu muhibu, mwambie akipata zangu salamu, mimi ndiye yule wake mpenzi, aje tena kilingeni, ni msimulie hadithi tamu itakayomwacha akitabasamu bila ya kupata wazimu. Ni hadithi za Fountain Gate Academy Tanzania zisoisha utamu. Ni kwa wiki nyingine tena tunakutana ndani ya FGA TV kukupa dibaji ya kurasa zenye wino wa dhahabu zinazonaki Shiuwa na habari kubwa kutoka kwenye taasisi yetu. Mimi ni Ruqaya binti wa Mbugita. Tuliyokuandalia leo yanahusiana na mwenendo wa Fountain Gate FC na Fountain Gate Princess kwenye ligi kuu msimu huu wote. Mambo yao sio shwari sana, lakini matumaini ni makubwa. Kengele ya Wisdom International Tournament inalia kwa nguvu. Ipo pia habari kuwahusu wa Babe Fountain Gate Under 20 na nyingine nyingi. Baada ya mapumziko ya wiki takribani nne kupisha kalenda ya FIFA hatimaye muda ulifika wa timu zote za ligi kuu kurejea uwanjani kulingana na ratiba zao. Kwa upande wetu, baada ya maandalizi mazito ikiwemo kucheza mechi kadhaa za kirafiki muda ulifika na kuanza maandalizi kuelekea Aprili mbili, siku ambayo tulipaswa kucheza dhidi ya Singida Black Stars huku msukumo ukichagizwa na ugumu wa ratiba ambayo ilikuwa mbele yetu. Ratiba iligawanyika katika makundi matatu. Mosi, kucheza mechi tatu nyumbani dhidi ya timu tatu kati ya nne zilizopo juu ya msimamo wa ligi kuu: Singida Black Stars, Yanga Sports Club pamoja na Azam FC. Kisha ratiba hiyo hiyo ilikuwa inasema tutasafiri kwenda kanda ya Ziwa kucheza na timu zenye hali mbaya kwenye msimamo, Mashujaa FC kutoka Kigoma kisha kuwafuata Pamba Jiji kutoka Mwanza, huku jambo la tatu ikiwa ni kucheza na timu mbili ngumu haswa zikiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani JKT Tanzania kutoka Dar es Salaam na kisha Mangushi Costa Union kutoka Tanga. Kati ya timu hizo saba ni timu nne tu mpaka kufikia urejeo wa ligi baada ya mapumziko zilikuwa juu yetu kwenye msimamo, ambazo ni vinara Yanga Sports Club, Azam FC waliopo nafasi ya tatu na Singida kwenye nafasi ya nne huku mashujaa wakiwa nafasi ya kumi na moja Pamba Jiji nafasi ya 14, Coastal Union nafasi ya 12, JKT Tanzania nafasi ya sita na sisi kwenye nafasi ya saba. Hivyo walimu na wachezaji ilikuwa ni lazima wazungumze lugha zinazofanana ili kuweza kuvuka kwenye mstari huo mgumu, huku uongozi wa Fountain Gate FC kupitia kwa Rais Jafet Makao ukiwataka makocha kusaka alama saba tu kwenye mechi saba ambazo zilikuwa zime ikiwa ni wastani wa kuvuna alama moja kila mchezo, na kazi ya kufikia tageti hiyo ilianza kwa haraka. Maandalizi kuelekea kuwavaa Black Stars yalikwenda vizuri, morali ilikuwa juu na kila mchezaji hakuwa na habari nyingine zaidi ya kupambana kufa na kupona ili kuvuna alama tatu. wahenga wanasema alipanga Lomola hakuna mwanadamu anayeweza kulipangua, kwani licha ya jitihada za wachezaji wetu ndani ya dakika 90 mambo hayakwenda vizuri kwetu na tukapoteza mchezo kwa mabao matatu kwa nunge. Baada ya mchezo huo, kocha Robert Matano alieleza kwa uchache sababu zilizosababisha kukosa ushindi dhidi ya Black Stars na kuweza kuwa na ile confidence ya kucheza mpira, lazima tu improve. Changamoto sana, but tunajaribu kufanyia urekebishaji, but kila kitu inategemea na quality players. Kama Singida na have quality players, they can do anything but uh, si tutajaribu, na tuko nao walo tukona also, support team, sababu lazima tupigane mpaka mwisho ligi jaisha, lakini lazima tuweke juhudi zaidi going to happen. So lazima tujitahidi zaidi tucheze vile tumekiwango kiwango zaidi ya leo ilikuwa ni lazima kusahau kwa haraka juu ya kilichotokea kwenye mechi dhidi ya Singida kwa kuwa yalikuwa yamesalia masaa machache tu. Kabla ya kusafiri kuwafuata Mashujaa FC mkoani Kigoma. Alfajiri ya Aprili 3, timu ilianza safari ya kuzikata kilomita 953 sawa na masaa takriban 13 hadi 14 kwa njia ya barabara kutokea Babati mkoani Manyara hadi Kigoma. Safari ilikuwa ni nyepesi na yenye kuvutia tukipita mkoa wa Singida, wilaya ya Igunga, Nzega na hatimaye kupata mapumziko ziko mafupi na chakula cha mchana mkoa ni Tabora. Baada ya masaa kadhaa tangu tuache mkoa wa Tabora, hatimaye harufu ya mkoa wa Kigoma ilianza kupita kwenye pua za kila mmoja wetu. Kituo cha kwanza ilikuwa ni kwenye kijiji cha Nguruka. Timu ilisimama kidogo kijijini Nguruka na kupata nafasi ya kusalimiana na mashabiki na kina kinamama wapambanaji na wafanyabiashara wadogo wadogo. Ilikuwa ni wakati wa kupendeza sana na wachezaji na hata jiji wa eneo hilo. Hatimaye timu iliwasili salama Kigoma ikipita kwenye vivutio vingi ikiwemo daraja maarufu la Malagarasi au daraja la Kikwete na mandhari yake hadi kukutana na kibao cha karibu Kigoma. Timu iliwasili salama mkoani Kigoma usiku wa Aprili 3 na jioni ya Aprili 4 timu ilitimiza takwa la kanuni ya 17 kuhusu timu mgeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo ni uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi. kocha Khalid Adam ambaye ni mshauri wa benchi la ufundi na masuala ya saikolojia kwa wachezaji ndiye aliyesimamia mazoezi ya siku hiyo kutokana na dharura ya kocha Robert Matano iliyomlazimu kutosafiri na timu na kutokuwepo kwenye mchezo huo. Kocha Khalid alitimiza jukumu lake la kiufundi na kuwakumbusha wachezaji juu ya umuhimu wa kushinda mchezo huo. Jamani, nikufanyaje? Kupumzika, kula, kufanya ibada, kila mtu kwa imani yake. Mungu yupo kumpokea kila mtu maombi yake. Mnahangaika, mnatoa jasho kwa ajili ya kupambana na familia zenu. Akikuchezea mtu kwenye kazi yako, huyo ni adui wa maisha yako, unaelewa? mm -hmm. Kila mtu atoe to the maximum. Hatimaye siku ya mchezo ilifika na timu iliwasili Lake Tanganyika Stadium huku viongozi wa timu wakiongozwa na CEO Kidawawa Tabitha walikuwa mashuhuda wa mchezo huo. Moyo wa ujua uchungu wake wenyewe, wala mgeni hawezi kushiriki furaha yake, wala haikutosha neno la ng'ombe wa maskini hazai, au wasiye na bahati habahatiki. Dakika 90 leg Tanganyika zilikuwa chungu tena kwetu, tulipoteza kwa mabao matatu kwa sifuri. Nasir Mohamed wanapata pigo la mkojo wa penalti. Mashujaa amekwisha ruhusiwa kwenye nafasi kibaya, pas pembeni kabisa, kwa poke mwa kinyuke ijeza, pasi ya chini chini, ndani kwenye nafasi, anajitengenezana Jafari Kibaya, ni setup kwa Stambuli. Wow! Idrisa Stambuli. Mundi. Mundi kwa livuai safe karihe

Hakuna muda wa kupoteza wala kutafuta huruma kwa watu, tukakusanya kilichokuwa chetu na kuipa mkono wa kwa heri Kigoma, na sasa ikaanza safari usiku wa hiyo hiyo Aprili 5 kuitafuta Mwanza, tayari kwa mchezo dhidi ya Pamba Jiji ambao unatarajiwa kupigwa leo ndani ya CCM Kirumba.